Bwana, bila Simba sio sisi, sisi na bila sisi sio Simba. Bila Simba kuwepo, sisi mashabiki hatupo, wala wanachama hawapo. Bila bila Simba Simba kuwepo kuwepo kuwepo na bila sisi kuwepo, hata Simba yenyewe haiwezi kuwepo kwa tu. Support tu support viongozi wetu, tu support benchi la la ufundi pamoja na wachezaji, ndio jambo la msingi. Tuache malumbano, tuasikilize viongozi kitu gani wanataka. Viongozi wanataka, mimi imani viongozi wetu ni bora kuliko viongozi wote wa Tanzania kupitia kwenye masuala ya ya michezo. Hamna maneno mengi zaidi ya hayo, bodi ya ligi wamefanya kitu kikubwa sana, kuondoa lawama, wameleta waamuzi. Ndio maana unaona wenzetu sasa hivi wanahangaika huku na kule. Kwa nini wameletwa? Walishapanga mambo yao, Walishapanga mambo yao, kama wachezeshe fulani, sababu wao wamewafanya ubaya ubwela. Sikiliza, msitupangie. Sisi ndio wenye mpira wetu, yeah. Na wao wakawafanya nini? Wakawakanseli wale waamuzi wakawaleta waamuzi wengine. Sababu zipo nyingi tu. Zipi hizo sababu? Zipo kutokana na maamuzi mabovu ya marefa wetu, maamuzi mabovu sana ya marefa wetu, yeah. Wanakuwa na maamuzi ambayo hayaridhishi kwenye masuala ya, ya, ya michezo. Najua mpira una misingi yako, usipofuata sheria kumi na saba za mpira zinavyosema, maana yake kila kitu kinaharibika Unajua mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona kitu gani kinafanyika. Sasa ukitaka kuleta vile ambavyo kwa mapenzi yako wewe mwenyewe kwenye moyo wako, ukitaki kutimiza sheria zinavyosema, basi a, kila kitu kitaharibika. Kwaona imani hili ni funzo kubwa kwa waamuzi wetu wa kuweza kujirekebisha kwa msimu ujao wa 25 26, ili waweze kujirekebisha. Maamuzi yamekuwa mabovu mengi sana, yani vitu vingine havistahili hata kuvizungumza, yani mpira wetu umekuwa, yani umejaa sana dhuluma, vitu vingi sana vimeenea. Sasa watu, hawa vitu kama hivi tuviepushe mpira hawezi kufika kule ambako tunatarajia, kama mambo yatakuwa yanaenda hivi kwao. Tunawaomba waamuzi wajifunze kutokana na hili swala lililotokea. Eh bwana, mambo ni aje kaka? Ah, kama kawaida, namshukuru Mungu niko fresh kabisa. Kiza kinene kuelekea dabi wekundo wa Msimbazi, Simba eh, kwenye mkutano wa wanahabari eh, hamjatokea kwanza. Kimya hiki ambacho kimeendelea kushika hatamu takriban tangu kugairishwa kwa mchezo wa tarehe kumi na tano kinaashiria nini, wanasimba? kwa upande kwa mimi labda uelewa wangu niseme kwamba viongozi wa Simba bwana, viongozi wa Simba ni watu makini sana, ni watu makini. Kwao wanachokifanya wao, kutaka kuonyesha umma kwamba kinachoendelea sio, sio kitu kizuri. Najua lengo la Simba ni kutaka kunyosha mpira wetu uwe kwenye katika misingi. Sasa kuna baadhi ya watu, watu kwa, wachache tu nataka kufirisha mpira wetu uonekane mpira wetu urudi kule kule ambako tumetoka kwenye ukoloni enye. Najua mpira una taratibu zake, mpira na misingi yake sasa kama tukisema labda tuendeshe kwa, kwa kwa hii kutumia kila siku busara busara, hatuwezi kutoboa, hatuwezi kushika kula pale ambapo kunahitajika. Kwa hiyo ndio hicho ambacho nakifikiria mimi kwamba najua viongozi kitu gani wanakifanya kitu. Najua viongozi makini wa Simba siwezi kwa kwa, kwa, kwa lawamu kwa kitu chochote kile. Kwa hiyo najua kitu gani wao ambao wanakifanya. Kwa hiyo mimi siwezi kulaumu kitu chochote. Najua na imani watafanya kitu, watakuja na majibu mazuri, kila kitu kitakaa sawa. Najua wao wenzetu ni watu ambao wamekuja kukandamiza mpira wa Tanzania. Sasa Simba nia yake ni, ni kunyanyua mpira wa Tanzania. Viongozi wa Simba wako makini sana, kwa hiyo siwezi kusema labda ni kitu gani. Najua tu viongozi wanasubiria tamko, lakini zimebaki ama imebaki siku moja tukuelekea mchezo, kwa maana ya leo, kesho ni kuamkia mchezo wenyewe. Hili labda haliwatishwa na Simba kwamba nah, inaonekana kama hivi hatuchezi, eh, ama labda ile kaje hii kwa pande yetu, hamna aliwezi kututisha jimbo lolote kwa sababu na imani masaa yamebaki mengi tu, jambo tu awezi kututisha. Kwa hiyo hata kama asipotokea kwenye, kwenye labda kwenye, kwenye kikao cha habari na wanahabari hilo sio tatizo kubwa sana. Kuna kuna kanuni zake zipo. Kwa hiyo na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu kitakuwa sawa. Viongozi wao watatuambia sisi kitu gani kinahitajika kupitia msemaji wetu Ahmed Ali bwana, hatuna shida ya kwamba labda tulaumu nani, tulaumu sisi wana, wana Simba, tuko hivyo bwana. Sisi tunasikiliza viongozi nini wanatuambia, wana then sisi tunatekeleza, mashabiki. Kwa ndo, ndo misingi ya Simba yani, ndio tulivyojiwekea hivyo, maana unavyoona tokea imeahirishwa mechi ya tarehe 15, hujamsikia mwana simba wote anasema atucheze, atucheze. Hamna vitu vile, havipo Upande wa wanasimba sisi, lengo letu ni kusikiliza viongozi wetu. Tushakubali kwamba najua, kwenye uongozi lazima ukubali, mshatengeneza kikundi chenu, lazima mkubali bwana, huyu ndio kiongozi, tumsikilize na anatuambia nini, kitu gani. Kwa hiyo lazima tuwasikilize viongozi wetu, kila kitu kiende. tukisema labda tulete mambo kama ya ndugu zetu naa kitu ambacho hakipo kwenye... um, modern taarab, modern taarab tena eh, so, so, sio watu wa maneno mengi eh. Kelele zimekuwa nyingi ndio hicho, hao wa ndo wanaharibu mpira wetu. Nyinyi mnanyosha a wananyosha kitu gani? Mimi nikikuuliza swali kwamba tarehe kumi na tano kilichofanisha mechi ya Irisho unakijua? Tufahamu wote. Sasa ndo kuambia hawa ndugu zetu, wao ndo wanaufirisha mpira wetu. Sasa hivi wanaita doubt tena kwamba kwa nini marefu ametoka Misri, kumbe wanakataa waamuzi, wanakataa waamuzi wanakataa wa kwa nini wametoka Misri. Sasa wanajiuliza kwa nini wa marefu kwa, yani, wana, wana, wana, wanapinga kwa sababu hata nchi za wenzetu tunaona kwamba marefu hawachezeshwa ndani ya nchi, kwa sababu haiwezi kuwa dabi nafasi ya nne kwa ubora barani Afrika halafu ikawa kila siku sikukushahirishwa tu mpira yani, tunaleta hivyo. Watu wanajiuliza kwa nini na kwa mpira wa ajabu ajabu. Nadhani kulikuwa na sababu labda ya kuwaleta waamuzi kutoka nje, ikiwa pia Tanzania tunao hao hao, hao waamuzi ambao pia wanafanya vizuri kwenye mechi za kimataifa Sababu zipo nyingi tu. Zipi hizo sababu? Zipo kutokana na maamuzi mabovu ya marefa wetu, maamuzi mabovu sana ya marefa wetu yeah. Wanakuwa na maamuzi ambayo hayaridhishi kwenye masuala ya, ya, ya, michezo. Najua mpira una misingi yako, usipofuata sheria 17 za mpira zinavyosema maana kila kitu kinaharibika. Unajua mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona kitu gani kinafanyika. Sasa ukitaka kuleta vile ambavyo kwa mapenzi yako wewe mwenyewe kwenye moyo mwenye wako utaki kutimiza sheria zinavyosema, basi a, kila kitu kitaharibika. Kona imani hili ni funzo kubwa kwa waamuzi wetu wa kuweza kujirekebisha kwa msimu ujao wa 25 26 ili waweze kujirekebisha. Maamuzi yamekuwa mabovu mengi sana. Yaani vitu vingine havistahili hata kuvizungumza. Yaani mpira wetu umekuwa yaani umejaa sana dhuluma, mekua, vitu vingi sana vimeenea. Sasa watu, hawa vitu kama hivi tuviepushe. Mpira hauwezi kufika kule ambako tunatarajia kama mambo yatakuwa yanaenda hivi. Kwa hiyo tunawaomba waamuzi wajifunze kutokana na hili suala lililotokea. Mimi nimefurahi sana. Najua bodi ya ligi Bodi ya ligi wamefanya kitu kikubwa sana kuondoa lawama, wameleta waamuzi. Ndio maana unaona wenzetu sasa hivi wanahangaika huku na kule. Kwa nini? Wameletwa, walishapanga mambo yao, walishapanga mambo yao kwamba wachezeshe fulani kama walivyopanga tarehe ya tarehe ishirini na tano, wamepanga wao. Sasa hivi wamefanyiwa ubaya na yao, yao wameandaa kabisa. Ashe walishaandaa watu wao kabisa wakuja kutumaliza sisi sasa bodi ya ligi kwa sababu wao wamewafanya ubaya bwela na bodi ya ligi wakasema, sikiliza, msitupangie sisi, ndio wenye wenye mpira wetu, na wao wakafanya nini? Wakawa cancel wale waamuzi, wakawaleta waamuzi wengine. Kwa maana sasa hivi mwona mambo yamekuwa mengi, wanapiga wana kelele, oh mara hivi haiwezekani. Ukimwona mtu paka anamleta ana, ana mtu mwingine, maana yake anajua kanuni na sheria inaj, inajulikana iko vipi, elewa, hawezi kufanya vitu kwa kukurupuka tu mpira. Ndio maana akasema, mpira una kanuni zake na sheria zake na taratibu zake, kwa kuna baadhi ya watu wachache tu wanataka kufundisha mpira wetu. Shee Simba isingekuwapo Tanzania. Simba Sports kama isingekuwapo Tanzania, maana yake mpira wa Tanzania ungedumaa mpaka leo ungekuwa mpira wa ajabu ajabu tu. Lakini kwa Simba hiyo. Simba hiyo shee. Kama sio Simba Sports Tanzania na kuwa na viongozi ambao wanajua nini maana football nini wana mpira. Basi mpira wetu ungekuwa mpira ungekuwa ajabu ajabu. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa hapa tulipofikia ni juhudi za Simba Sports pamoja na viongozi wale ambao wa TFF kupitia Rais Wallace Karia wamefanya kazi kubwa sana mpira wetu kufikia mpaka hapa tulipo na ndio maana mpaka leo wanamlazimisha ajiuzulu, simenielewa? hmm. Kwa hiyo tunawaambia kwamba hayo mambo yao wanataka kuyafanya, hawataweza kufanikiwa. Wanataka kufanya nini? Kuwaweka watu wao, ili mpira wetu uendelee kuwa vile vile, wazulu mazulu tu. Kwa hiyo tunawaambia tu kwamba huu mpira na taratibu zake na kanuni zake, mpira najua sasa hivi tunasema tuna, tuna ligi ya Kenya. Ligi ya Kenya imekuwa mbovu kutokana na wanasiasa na serikali kuingilia mpira, imekuwa bora uangalie ndondoko hapo kuliko kuangalia mpira wa Kenya umekuwa mpira wa ajabu ajabu kutokana na mambo kama haya. Duniani kote, duniani kote haijawahi kutokea kama ikichotokea mwaka huu kwenye ligi yetu. Lakini hiki kilichotokea sasa hivi watani zenu wanasema kwamba mnaogopa. Sasa hivi wamejipata mnaogopa. Si tunawaogopa nini hivi? Yaani kwa levu ya Simba tulipofikia hapa tuna timu ya kuiogopa Afrika? Tuache Dayanga Afkari Modern Taarabu. Kuna timu ya kuiogopa Afrika? Watakupiga leo jina babu. Mimi nawaita Dayanga Afkari Modern Taarabu kwa sababu watu wa maneno unaelewa? Yeah. Yani, Simba ilipofikia kwa Afrika, si tunaheshimu, tunamheshimu mpinzani wetu, sio kumuogopa. Kumuogopa timu ya aina yoyote hatuheshimu, hatuogopi timu ya aina yoyote. Yeah. Tunaheshimu mpinzani kwa sababu ni mpira, mpira ni mchezo wa wazi, unaweza kutokea wanafungwa timu kubwa, Real Madrid, FC Barcelona zinafungwa, umeelewa? FC Bayern Munich kwao ndio hivyo, lakini tunamheshimu mpinzani, sio kumuogopa. Hatujafika, tuko huko sasa hivi si, sisi level yetu sasa hivi tuko nafasi ya tano kwa ubora barani Afrika, tutamuogopa? Tutaogopa tuta kitu gani kitu gani cha kutufaisha sisi? Tuogope kitu gani? Ndio bado tunawaambia kwamba najua, hata yule msemaji wao alimakundi alisema bwana, yeye kinachomuumiza kichwa sana kumuona Simba Sports yuko juu. Ndio hicho ambacho wanaumia. Najua hata kwenye maisha ukiona mtu yote anafanya juhudi za kutafuta pesa, hata dini anatuambia kwamba ukitaka kufanya kitu usiangalie wale kwa chini yako, angalia aliye juu. Ukiangalia wale kwa chini utakufuru neema zote za Mwenyezi Mungu, umeelewa Ukimangalia aliyoko chini utakufuru neema zote za Mwenyezi Mungu, angalia aliyoko juu. Si unanielewa hapo? Eh, maana yake ukisema uangalie wa juu ukaacha kuangalia wa chini utasahau neema za Mwenyezi Mungu. Angalia kwanza wa chini ndio utajua kwamba mimi niko vipi. eh, kama kuna mtu anatafuta elfu moja wewe unayo mfukoni yani kuna mtu anatafuta elfu moja kwa hudi na uvumba ili aipate aweze kula mchana Si unanielewa? hiyo yeah. elfu moja ipo mfukoni mwako zaidi ya elfu moja. moja yake kwa kwamba wale ndio maana wanaumia wana sana kwana Simba iko juu yu, wanasahau kwamba kuna timu nyingi ziko chini, wanataka wanatamani ziwe kama wao, ambao hawako wa, wa nafasi hata top 10. Kwa hiyo ndio hivyo maisha yalivyo, tunawaambia kwamba sisi ndio kio cha mpira na sisi ndio baba wa mpira Tanzania na Afrika Mashariki na kati. Ndio sisi baba wa mpira. Kwa hiyo sio, sio mbaya kujifunza kwa ambao wamekuzidi, wa wanatakiwa wajifunze kutoka kwetu sisi sio e, au, si au, si au, mtani wetu, kuna timu zaidi ya mia nane e, na kidogo plus Tanzania wote watakao kujifunza kwetu sisi, na wote sisi ndio waalimu wa mpira, ndio wanajifunza kwetu sisi. Ndio maana hata tajiri wetu kimwangalia, Mo Dewji anaona anaenda sehemu zile ambazo za, za mpira Jerumani, kwenye klabu ya Stuttgart, hasa wenzetu wanaenda makilikili Botswana. eh, kwa hiki kimya ambacho kinachoendelea, mara papa wekundu wa Msimbazi, Simba mkeka huwa hapa hatuingizi timu uwanjani. Wewe unaipokeaje taarifa kama hiyo? Ah, mimi nitaipokea vizuri ili soka letu liwe vizuri tuliheshimishe ili watu waende kwenye misingi. Mimi nitafurahi, kwa mimi binafsi nitafurahi sana kwa sababu tukiendelea hivi miaka yote itakuwa ndo hivi. Tutarudi kule -kule. Hatuwezi kumaliza masuala ya mpira kwa ubobo na juisi. Simenielewa? Hatuwezi kumaliza masuala ya mpira mpira kwa ubobo na juisi wa mama. Kwa ubobo na juisi vipi? Wa mama. Ndugu zetu kwani walikuwa na, na, na, eh, na yeah, matakwa zaidi ya matano lakini uh, ni, niambie ni kuna kitu wametekelezewa mbete? wa walisema pesa, walisema sijui bodi ya ligi wehuru, walisema sijui nani kidau, sijui kitu gani ambacho kimefanyika baada ya kwenda kule. Hata swala la feli lilikuwa hivi hivi, wale sio watu wa mpira. Shehe wangu, nakwambia wale sio watu wa mpira. Hata swala la feli lilikuwa hivi hivi, mwisho wa siku akaenda kumaliza kwa baba na juisi kwa mama, ndio vitu kama hivyo eh. Mpira ina msingi yake, tunawaambia. Mpira una na msingi yake, tunawaambia mimi wana simba tusubirie. Eh, tusubirie kwamba viongozi wetu wanatuambia kitu gani? Eh, ndio hiyo ndio desturi ya wanasimba. Yaani e, mwanasimba yoyote ambao mwenye akili timamu, hawezi kuropoka ropoka. Tushakubali kuchagua viongozi, natakiwa tuwasikilize viongozi wetu kitu gani kinahitajika. Tukianza kuropoka ropoka kama wenzetu wa Vijola, wanashona wana mpaka Vijola sijui mashifanatu cheze, yanakuwa sisi sio hivyo. Sisi tuna misingi ya mpira. Lengo letu kuheshimisha mpira wa Tanzania kupitia sisi. Na ndio maana mpira wa Tanzania umefanya nini, unanyooka sasa hivi. Kwo kuna watu, kwa sababu wanaona Simba inafanikiwa kufanya vitu vikubwa, ndio maana wanataka kuferish. Walifikia kipindi mpaka wanasema bwana, bora mpira ndio. Mpiraii etufungwanapeleka mpira mahakamani, wanasema ligi yetu boa ifungiwe. Sasa, hao sio watu wa yake, yani wanataka kuharibu mpira wetu, vitu ambavyo tunawaomba tu Fate misingi. Na nawaomba neno la mwisho kwa simba wenzangu mimi mzee wa Simba yenyewe haiwezi Simba. Simba kuwepo kwa tu support tu na imani viongozi wetu, na ni bora kuliko viongozi wote wa Tanzania kupitia kwenye masuala ya michezo. Ehe, hamna maneno mengi zaidi ya hayo.